Tukupata kanisa tukupata chochote majukumu yote tulieleza kule rasmi, wenyewe walikuwa kule, walisikia na masikio. Sasa hapa tunafika mwisho, tunatamalizia hivi. Ndugu rafiki, kama kawaida, tutatia udongo hapa kwa mtu mmoja, lakini kila mtu sasa afanye nini? Afanye kama kawaida, udongo udongo. Tukimaliza pale tunafunika na tunatoka. Ig4 oye unaendelea kuwashukuru sana wavyovote mlivyofanya kuonyesha upendo hadi dakika ya mwisho. nakumalizia ni kwamba pale hakuna msiba, kila mtu atarudia nyumbani kwake. Kama liza hapa tunarudia nyumbani kule chakula